Kila mwaka kama ulivyosema, ni siku ya bahari. Mwaka huu kauli mbiu ni bahari yetu, wajibu wetu, fursa yetu, na hapa tumemwalika Profesa uh, Tumaini Gurumo ambaye ni mkuu wa chuo cha bahari ambacho ee, kinajulikana maarufu kama DMI na akiwa pia ni mtaalamu ambaye amebobea katika eneo hili. Tutazungumza kuhusu eh, bahari, kuhusu wajibu wetu kwa bahari, lakini pia fursa mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kwenye uchumi wa bahari. Profesa, karibu sana. Asante sana. Habari za DMI? Hatujambo na tunasema, kwa sababu hii ni siku ya bahari, lakini pia ni siku yenu nyinyi wataalamu ambao wamebobea katika ile eneo ongeleni sana pia kwa ajili ya siku hii asante, tunashukuru. Naam, tunavyozungumza kuhusu bahari na leo imewekwa kama siku ya kutambua mchango wake kwenye uchumi na fursa ambazo zinapatikana, lakini unavyozungumzia bahari, unajua watu wakisikia tu bahari wanaiona wana tu ile ocean, eh, kama, kama water body, lakini nyie tafsiri yenu ya kitaalamu zaidi mnavyozungumza bahari mnahusisha vitu gani hasa? Asante, good luck tunapozungumzia bahari, labda nirudi ni kidogo kwenye neno la Kiingereza ambalo yeah. Ndio tumetokea lugha ya kigeni. Tuna leo ni tarehe ishirini na tano Septemba ni siku ya bahari duniani, I mean World Maritime Day. Yeah. Sasa hilo neno maritime ndio ambalo sisi kwa Kiswahili tumekuwa tukitumia kama bahari. Mm -hmm na maritime maana yake nini? Maritime is pertaining to the sea activities, ama mashughuli zote zinazohusiana na maji ziko katika hii maritime. Kwa hiyo sisi tunaposema uh, inapozungumzwa siku ya bahari duniani tunazungumzia mambo yanayohusu bahari. Yes. na kwa tafsiri yetu sisi Tanzania, sheria inayozungumza masuala ya bahari inatoa mapana zaidi kwa sababu ya kubarikiwa kwetu kumekuwa kupana zaidi kuliko kuwa na bahari peke yake mbali, mm -hmm. Inakuwa na bahari ya Hindi tumepakana nayo, lakini tuna maziwa makubwa pia, ziwa Victoria, ziwa Nyasa, ziwa Tanganyika. Haya yote yamejumuishwa, tunaposema nchini Tanzania bahari ama masuala ya bahari, tunamaanisha na hii mito na maziwa, kulingana hasa kwenye upande wa matumizi kwa sababu matumizi tunayoyafanya baharini na resources tunazopata baharini yumkini vinashabihiana na vilivyoko katika mito na maziwa yetu. Mm. Na. Okay. Kwa hiyo tunapozungumzia siku ya bahari Tanzania tunagusa si bahari tu, lakini yeah. mito na maziwa ambako usafirishaji unaweza kufanyika. uh -huh. tunapata samaki, tunavua mbalimbali. yes, Activities mbalimbali mbali zinafanyika za kiuchumi. Naam. Mm. Um, na licha ya shughuli hizo kufanyika uh, inaelezwa zipo changamoto pia ambazo zinaikumba kutokana na wakati mwingine shughuli pia ambazo binadamu hufanya ni uh, katika hali gani uh, inakuwa hatarishi zaidi pia katika maisha ya maritime hapo. Hilda unazungumzia swala zima la uchafuzi wa mazingira ya bahari. Mm. Hilo ndio, hiyo ndio changamoto kubwa iliyoko baharini katika matumizi yote tunayoyafanya. Inaonekana wanadamu kwa muda mrefu tulisahau ama hatukujua yumkini kwamba bahari na yenyewe ina mipaka yake. Mipaka kwa namna gani? Tangu enzi kwa kipindi kirefu, huko miaka ya nyuma, vita ya kwanza ya dunia na huko nyuma, tulikuwa uchafu mwingi tunauingiza kwenye bahari Yaani ilikuwa ni kama dumping place yeah. Vifaa vya vita vilivyoacha matumizi na mambo mengine mengi yalikuwa yote tunapeleka baharini, tukifikiri kwamba, kuna ule msemo ambao hata sisi huku Tanzania tumekuwa tukiusikia, nasema bahari bwana haikai na kitu, yaani mm. labda mm. yale maji chumvi tunaona yanaweza yakaconsume vitu vikapotea tu, ama pia kwa sababu ya kuto kuelewa, kwa sababu kitu kikiingizwa baharini maana yake hatuoni, yes. hatukioni kimeenda wapi kinafanya nini mm. Lakini kumbe hivi vyote vinapoingia kwenye mazingira ya bahari, mazingira ya bahari yameumbwa na yenyewe kwa namna yake, kuna viumbe hai vingi sana mle ndani mm. ambavyo vinavuta hewa yumkini, vina mazingira yake ambayo vimetakiwa kuwepo, ndio maana vikawekwa huko na Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo, kwa daktari uh, pro, Prof uh, Samani. Oh. Prof uh, si kweli kwamba bahari haikae na kitu, maanake vitu vinakaa, vinakaa kwa sababu hayo ma, ma mitambo makubwa ambayo yameingizwa huko hmm. na pamoja hata na ajali mbalimbali, kwa mfano zinazotokea za meli zinamwaga hmm. mafuta Sio kama hayakai, yeah. yanazunguka umu mtu usipoyatoa, maana yake yanaweka madhara. yeah. mafuta mengi yanamwagika, hizi oil tankers, meli za mafuta kubwa sana zinasafirisha mafuta ulimwenguni. mm-hmm. hizi meli zinapopata ajali zikamwaga mafuta, athari ni kubwa. Inatokea kwa sababu inaziba hewa na kuna viumbe mle ndani vinahitaji hewa, kwa hiyo chochote ambacho hakistahili hakikuumbwa au hakikuumbiwa kuwepo ndani ya maji mle, kikiingia maana yake ni uchafuzi tayari wa mazingira, na kinaweza kuathiri ukuaji wa viumbe vya baharini, lakini pia hata kuviua. Na wakati mwingine kibaya zaidi, wakati tunachafua mazingira ya bahari, tukidhani kwamba kila kitu kitapokelewa tu na kitapotea, hakina madhara tunakwenda kula vile vitu ambavyo tunakula sisi mazao ya bahari. mm. Tunapokula mazao yale ya bahari tunakula mazao ya bahari ambayo yana uchafu na sumu ambazo tulitumbukiza baharini. mm. Kwa hiyo over time nasikia na magonjwa yanaongezeka, tunashangaa shangaa imekuwaje, imekuwaje? Lakini hivi ni kati ya visababishi ambavyo vinachafua bahari. Uchafu mwingi wa nchi kavu tumezoea pia kupeleka baharini, ikiwemo uchafu wa viwanda. mm tunatiririsha maji kutoka viwandani, tunatumbukiza baharini huko, ndio tukidhani kwamba kama hatuoni basi kila kitu kiko sawa hmm. Lakini hata uchafu wa majumbani tunatiririsha baharini. Kwa hiyo hayo yote ni visababishi vya uchafuzi wa mazingira ambavyo vinaathiri maisha ya viumbe vilivyoko baharini, pamoja na kuharibu. Leo tunashuhudia uharibifu ama mabadiliko ya tabia nchi mm-hmm. Kisababishi kimojawapo ni uchafuzi tunaofanya baharini kwa sababu bahari ndio inayo regulate. Inafanya kazi kubwa sana ya kutupatia hewa safi lakini, pia kuweka mazingira ya hali ya hewa ikawa vizuri mm-hmm. Kwa hiyo majanga yanaweza yakawa yanaongezeka kwa sababu ya uchafuzi pia wa bahari mm-hmm. Kwa sehemu kubwa inawezekana kutokana na teknolojia ukuaji, uh, wake, zipo njia mbadala sasa ya kutumia uh, kwa vingine mfano, um, uchafuzi uh, ambao unafanywa kwa bahari mm. uh, inaweza kufanyika kwa namna gani, na labda niseme kwamba mbadala upo mm. Kwa shughuli nyingi tunazozifanya tukigundua kwamba tuna njia tunayoienda sio yenyewe tuna uwezo wa kufikiri mbadala. Na kuanzishwa kwa hii siku ya bahari duniani, kwa maana ya kuiadhimisha, tulianza kuadhimisha mwaka 1978, na dhumuni kubwa ni kusensitize ama kueleza umuhimu wa bahari kwetu sisi wanadamu. Na kama tukifahamu sasa huu umuhimu wa bahari kwetu, maana yake tunakwenda kila mwaka tukitoa um, kauli mbiu tofauti tofauti ambazo zinatupeleka sisi kueleza kutafuta mbinu mbadala, hapa ulipokuwepo wee, sasa mbinu mbadala za kuepukana na uchafuzi huu wa mazingira. Kwa mwaka huu kauli mbiu Goodluck ameisema um, mm -hmm. Ni Goodluck au ni Hilda? mm -hmm. Uliisema kauli mbiu ya mwaka huu kwamba ni bahari yetu Yeah. wajibu wait? wetu fursa yetu. Kwenye wajibu wetu, hili swala la kutafuta mbadala linaingia katika kipindi hiki. Tunaona teknolojia imekuwa, natolea mfano wa usafirishaji kwa njia ya maji ambao usafirishaji kwa njia ya maji unachukua mambo mengi ama sekta nyingine kubwa nyingi ikiwemo uvuvi ikiwemo utalii, zote zinaingia huku huku kwenye usafirishaji kwa njia ya maji in this perspective. Kwa hiyo kuna teknolojia ambazo zimeanza kubuniwa na nyingine, kwa nchi za wenzetu zilizoendelea tayari zimeanza kutumika kwamba badala ya kutumia mafuta mazito kwenye meli, tutumie mbadala, tutumie namna za umeme nishati jadidifu na vitu vingine, ili kupunguza ile athari ambayo mafuta mazito yamekuwa yakiingiza katika mazingira ambayo yanaathiri pia mpaka mazingira ya bahari. Kwa hiyo, hizo zote ni hatua ambazo zinafanyika. Shirika la Bahari Duniani limekuwa pia likitoa mikataba ya kimataifa ambayo inaelekeza katika utunzaji wa mazingira. Kwa namna mbalimbali mbali, ambazo pia zinaingiza teknolojia tofauti ama namna gani tuendeshe shughuli hizi za usafirishaji baharini bila kuathiri mazingira ama huku tukipunguza athari za mazingira. Kwa hiyo, kwa mfano, kuna mkataba ambao unahusisha kuzuia uchafuzi wa mazingira ya bahari, kuzuia uchafu unaotengenezwa melini yeah. Usichafue mazingira ya bahari. Kwa hiyo, ule mkataba wa kimataifa umeeleza ule uchafu ama shughuli zinazofanyika kwenye meli. Meli ni kama ni kama kijiji niseme, ama kama mji, kama mtaa fulani, kwamba kama unavyoona uchafu unakuwa produced au unatengenezwa unazalishwa katika nyumba zetu, katika mtaa wetu, na vivyo hivyo melini inakuwa kwa hiyo sasa ule uchafu badala ya kuona kwamba ni kawaida kumwaga tu baharini, kumbe tunaenda kuleta madhara. Basi ule uchafu unatakiwa upite katika hatua mbalimbali. Kwa hiyo huu mwongozo unatoa maelekezo kuanzia meli inavyojengwa, meli ijengwe vipi ili iweze kuhifadhi uchafu, iweze kuproses ule uchafu, ukapunguzwa ama kuondolewa kabisa athari za kimazingira ili iweze kumwagwa kwenye maji, lakini pia kuna maeneo ambayo yamekatazwa kabisa yeah, kumwaga uchafu baharini hata kama tayari umeshapunguzwa athari. Kuna maeneo maalum yametengwa kwamba hayaruhusiwi kabisa kumwaga uchafu mm-hmm. Kwa hiyo hii miongozo sasa inatupa sisi responsibility ama uh, wajibu tunapozungumzia wajibu wetu, tunao wajibu sisi, wenye meli, sisi tunaojenga meli, kufuata taratibu zinazotakiwa katika umwagaji wa taka baharini. Lakini sio sisi tu wenye meli na sisi tunaoendesha hivyo vyombo vya majini, hata tulio nchi kavu ambao tunachangia uchafu wa majumbani kurudisha baharini, lazima tuweke sheria zetu vizuri, ili ule uchafu tuna, hata kama tunaupeleka baharini basi tuhakikishe unakuwa hauna athari kwa ikolojia ya bahari. Sasa, so, so, uh, Prof umezungumza kwa mapana sana kuhusu wajibu, lakini hemu tuzungumze kidogo kuhusu fursa ambazo uh, mara kadhaa pia tumekuwa tukizizungumza mm. Na wewe pia ukiwa uh, miongoni mwa wataalamu ambao wameandika pia machapisho mbalimbali kuhusiana na fursa zinazopatikana kwenye eh, bahari mm. Uh, kwa Tanzania uh, tuna fursa kiasi gani na zimetumika kiasi gani mpaka hivi sasa? Ni sahihi good luck. Tuna, tuna fursa nyingi zinazotokana na bahari. Kwanza kabisa niseme bahari inatupatia chakula, ni fursa ya kupata chakula yeah. Kuna viumbe hai vingi baharini ambavyo vinatumika kwa chakula, sisi sote tunaweza kuwa mashahidi. Kuna vingine, wengine wanakula wengine hawali, lakini vimekuwa vikitumika kama chakula, kwa hiyo na katika ulimwengu mzima ikiwemo Tanzania, sisi Watanzania tunatumia sana samaki kwa ajili ya kitoweo, tunatumia samaki, tunatumia na viumbe vingine. Kwa hiyo hiyo ni fursa mojawapo, kwamba kuna fursa ya kupata chakula. Ni jambo kubwa sana. Kuna nchi nyingine zina njaa, lakini sisi tumebarikiwa, tuna bahari, tuna mito, tuna maziwa, tunapata samaki mle no. hiyo ni fursa moja kubwa, lakini fursa nyingine tunayoipata baharini sisi ni fursa ya ajira. Watanzania tunayo fursa ya ajira na tunaitumia pia. Ajira baharini ama huku kwenye maji inahusisha wanaoendesha vyombo baharini, mabaharia wanapata ajira kule kwenye meli, lakini pia kuna ajira kwenye wavuvi, kuna ajira kwenye mwani kuna ajira kwenye mnyororo mzima wa thamani, maanake bahari haisimami peke yake. Hata katika usafirishaji tunakuwa na bahari, lakini vinapita katika njia nyingine ya usafirishaji kabla havijaingia baharini, na vikitoka baharini vinapita njia nyingine ya usafirishaji ili kumfikia mlaji. Kwa hiyo fursa ya ajira ni kubwa, hiyo ni ya ndani ya nchi, lakini pia hata nje ya nchi. Fursa ya ajira katika masuala ya utalii na yenyewe iko katika maji na yeah. Hizi ni kati ya sekta kubwa katika nchi yetu, tukizungumzia utalii, tukizungumzia uvuvi, tukizungumzia usafirishaji, lakini pia tunakutana na fursa hapa ya maendeleo ya kiuchumi mm. Ipo fursa kubwa sana na hili ni, ni, ni kubwa, niliseme kwa mapana yake fursa ya kujipatia ama kukuza uchumi wa nchi yetu kupitia bahari. Sasa hivi tunao mfano mmoja labda ambao umeshakuwa umepaa, umepaisha nchi kwa sehemu yake, matumizi sahihi ya bandari yetu ama bandari zetu za Tanzania. Kupitia bandari, kuna ma, ongezeko la mapato linaonekana bayana, ambalo yumkini halipo katika sekta nyingine yoyote. Kwa hiyo tayari tunaona kumbe kama tutaitumia sawasawa sawa bahari yetu, si tu bandari na maeneo mengine pia yanaweza yakatupatia fursa ya kuongeza pato la taifa na kukuza uchumi wa nchi, kutufikisha pale ambapo nchi yetu inatarajia, hasa tukiangalia hii dira elfu mbili na hamsini. Kwa hiyo hizo ni, ni fursa kwa mapana yake, lakini bahari inatupa fursa pia ya kukuza viwanda. Tunapokuwa tunavua samaki, kama tukivua samaki wa kutosha sawasawa, maana yake tunayo fursa ya viwanda vya samaki, viwanda vya kuchakata mazao ya bahari. Viwanda vile vinaenda kuongeza ajira. Kiwanda kimoja kinaweza kikawa na wafanyakazi hamsini, elfu mbili. Kwa hiyo hiyo pia ni, ni fursa tuliyo nayo, hatujaitumia sawasawa bado, lakini tuitazame. Tumepewa hii siku ya bahari duniani leo, basi hata kama tulikuwa hatujui, lengo la siku hii pia ni kutazamishana umuhimu wa bahari na hizi opportunity. Kwa mwaka huu tumeambiwa kwamba fursa hizi tuzione Watanzania na kuweza kuwekeza zaidi ama kutambua zaidi katika nini kipo katika hii sekta ama katika bahari na kuchukua hizi fursa. Kwa hiyo fursa ziko katika mapana sana, tunachimba gesi baharini ni fursa hii, kuna watu wanapata ajira kule, kuna kukua kwa uchumi, kuna fursa ya kupunguza matumizi ya gesi zinazoharibu mazingira. Leo tunazungumzia kupika kwa kutumia gesi badala ya kuchoma mkaa, yeah. Badala ya kutumia vitu vingine ambavyo vinaharibu zaidi mazingira kwa hiyo bahari ni naweza kusema ni, ni, ni, ni tumaini la uhai mm. Si kwa Tanzania tu lakini ni kwa mataifa yote. Tanzania tumenufaika kiasi gani na rasilimali hizi? Manufaa yapo, ingawa ndio maana sasa tunaendelea kulizungumzia hili ili tupate manufaa zaidi mm. kwa sababu fursa ya kunufaika zaidi ipo ipo. Manufaa tuliyoyapata sisi Tanzania tukiangalia, upo uvuvi, si wengi bado, ndio maana tunataka wengi zaidi waingie. Lakini kwenye huu uvuvi wapo ambao wanauza nje ya nchi. Mahitaji ya bidhaa za baharini ama chakula kinachotoka baharini ni makubwa duniani. Kwa hiyo ni sisi kujiweka tayari, ni sisi kujipanga ili tuweze kutoka. Lakini pia tumefaidika, tumenufaika kwa hili la bandari, kwa kupanua bandari zetu kuziunganisha kimataifa hmm. Maana yake tumeweza kuingiza, tunaona tofauti ya ingizo la fedha. Lakini pia tumenufaika sisi, kwa mfano chuo cha bahari Dar es Salaam, tunaona vijana na Watanzania wakinufaika katika ajira katika meli, wanapata ajira katika meli za kimataifa ambako kipato chao ni tofauti na kipato ambacho wanapata wengine ambao yeah, wako wanafanya kazi katika sekta nyingine. Kwa hiyo, hiyo hizo zote hizo ni, ni faida ambazo zinatokana na, na tunazipata sisi Watanzania. Najua kuna familia nyingi zinafaidika kama kijana anafanya kazi nje ya nchi kama kijana anapata ajira, anapata mshahara mzuri, maana yake ameokoa hapa. Sisi maisha yetu ya kitanzania sote, yeah. tunafahamu aki, mm. akifanikiwa mmoja, maana yake tunaona kuna wengi nyuma yake wanaweza wakawa wanafanikiwa kabisa. Naam, katika hizi fursa vipi, kwa upande sasa wa mafunzo ambayo kama chuo mmekuwa mkitoa, pamoja na fursa kwa upande wa watu kujifunza zaidi uh, kitaaluma? Asante tume Chuo cha Bahari Dar es Salaam tunatoa elimu na mafunzo kwa masuala ya haya ya bahari hmm. lakini pia tunafanya tafiti na kutoa ushauri elekezi. Kwa hiyo katika utekelezaji wa haya majukumu kuhusiana na bahari, maanake sisi ndio tumepewa na jina kabisa Maritime hmm. Institute. katika kutekeleza haya, kwanza kabisa kubwa ni kozi mbalimbali mbali ambazo tunazi toa katika levo mbalimbali mbali, mafunzo yetu kuanzia secheti, kwa maana ya kwamba katika karibu kila levo ya elimu ambayo Mtanzania anayo ana uwezo wa kuona kitu gani anaweza kusoma cha kuhusiana na bahari, na kule kwenye hili mitaala tunaingiza masomo yanayohusiana na utunzaji wa mazingira ya bahari na mengine ambayo yanahusiana specific na jambo ambalo mtu analisoma lakini pia kuna kozi fupi fupi. Tunapoangalia eneo fulani, tukaona wale wanafanya hizi shughuli lakini hawatambui sawa sawa nini wanachokifanya, ama wanahitaji elimu fulani. Kwa hiyo sisi tunatoka, tunaenda, tunakuja, tunakuambia kwamba hapa shughuli zako ukitaka ziende vizuri zaidi, basi ni vema ukipata mafunzo haya. Kwa hiyo tunapeleka mafunzo maeneo mbalimbali kwa njia hiyo, pia kwenye makampuni binafsi, makampuni ya umma na, na, na wengine kwa mfano wavuvi, tumekuwa tukiwafuata wavuvi kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuwapatia elimu hasa ya usalama wao wanapokuwa katika shughuli zao baharini. Lakini pia tumekuwa tukifanya makongamano. Makongamano yale lengo hasa ni nini? Ni kueneza ama kutoa elimu na ufahamu wa masuala ya bahari kwa Watanzania na wengine, lakini pia yanatusaidia kufanya majadiliano baina ya walio na weledi wa eneo hilo na hata wasio na weledi wa eneo hilo wanatamani kuingia huko. Kwa hiyo haya majadiliano yanatusaidia kuonyesha watu wengi zaidi kuelewa vizuri, lakini pia kupata utatuzi wa changamoto tulizo nazo. Na tunapofanya tafiti pia, tafiti zinalenga kuangalia wapi kuna changamoto katika utekelezaji wa ama katika kuzifuatia hizi fursa zilizoko baharini, wapi kuna changamoto. Zile changamoto tunafanyia kazi kutafuta chanzo cha changamoto hizi ni nini, na ni nini na namna gani tunaweza tukafanya ama tukashauri kuweza kutatua hizi changamoto kisayansi mm-hmm. kwa hiyo hayo ni ni, ni, ni mambo ambayo tunayafanya kama taasisi DMI ili kuhakikisha kwamba tunaeneza habari ya umuhimu wa bahari lakini pia fursa zilizopo na wajibu ambao tunao sisi Watanzania wote katika kutunza um, bahari yetu ili na yenyewe itupatie manufaa, sio ya leo tu basi mm, ya muda mrefu pia. Asante sana Prof kwa kuja kuzungumza nasi katika siku hii muhimu ya bahari duniani. Nyinyi wataalamu pia tunawatakia Uh, heri ya siku ya bahari duniani. Asante sana. Shukran sana Salim. DMI, nakushukuru uh, ni uh, profesa huyo Tumaini tukizungumza naye kuhusiana na siku hii ya bahari. Profesa uh, Tumaini Gurumo yeye ni mkuu wa chuo cha bahari maarufu kama DMI.